Na sasa tupate nafasi ya kuangalia haya yaliyojiri kwa undani. Tunaungana na mchambuzi wetu wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi. Karibu sana Ibra. Shukrani, upo salama? Nashukuru. Tunaendelea na maombolezo ya kwe, kwe, Papa kwe, kwe, Francis, lakini okay, katika hili tunaona jicho hapa la kidiplomasia, tunaona jicho la muungano wa viongozi mbalimbali wa kimataifa ambao wamethibitisha kushiriki kesho katika mazishi. Inasemekana wakuu wa nchi hamsini na viongozi kumi wa kifalme watakutana. Tutarajie nini hapa? Nilikuwa nikichukua listi ya viongozi watakaohudhuria wa, nimewaona wengi lakini sikuona wa Kiafrika wakitajwa, yani kuonekana kama ni viongozi ambao watakaohudhuria wa hmm. Sijaelewa tafsiri yake. Anaenda kwa, Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo viongozi wa Kiafrika taarifa ta, ta tunaipata kupitia nchi zao, lakini ukitazama mashirika ya kimataifa yanataja viongozi wa kimataifa tu mm, ndio watahudhuria. Kerstama eh, nani, Trump, Zelensky eh, waziri mkuu wa Italia Meloni, Ursula von der Leyen, na baadhi ya viongozi wengi watahudhuria, nani, mfalme wa Uingereza na wafalme wengine wa Hispania atakuwepo. Ni viongozi wengi sana kweli, umesema hapa kuna tafsiri na taswira moja inakuja ya, ya kisiasa na kidiplomasia mm. Sasa sifahamu kama pia wanaweza wakaitumia fursa hii kuzungumza au watakwenda kwa ajili ya mazishi tu, maanake mm, unaweza kusema kuwa tuko kwenye tuko, tuko kwenye msiba bwana, mm, hizi stori zingine tuziweke pembeni, kuna kuna makutano yatawakutanisha baadhi ya viongozi ambao wamekuwa na misuguano uh, wa, unajua Trump hajakutana na viongozi wengi wa Ulaya katika kipindi hiki na tayari kumekuwa na, na mivutano ya huku na huku, hasa masuala ya kibiashara, masuala ya, ya uh, vita yao ya Urusi na Ukraini na masuala mengine mengine, lakini toka hata mzozo wa, wa Trump na, na, na Zelensky kule Oval Office, watakutana tena Hatujui nini kitazungumzwa. Sasa tuone kuwa tafsiri itakuwa tuko kwenye msiba au, au tuzungumze na siasa kidogo, au kama wataamua kuwa tunazika tu yeah. Haya masuala mengine tutayazungumza kwa wakati wake yote, hata, muda utatupa majibu yote na, sisi waswahili na wahenga tunasema ukifika msibani unakumbuka duniani tunapita. Kwa hiyo kama mlikuwa mmekosana na watu nini, mnaweza ndio kipindi ambacho mnazama, maana unaona dunia maisha mafupi bana, tuyamalize. Hey, haya hey. Nadhani ndio itakuwa hivyo. Mm, wanaweza wakalizungumza. Wacha tusubirie na hili suala la Pakistan ya kufunga anga yake ya ndege za India. Tueleze hapa. Uh, unajua Pakistani, India. Maanake ni eneo la Kashmir, mzozo umetokea Kashmir. mm -hmm. Kashmir ni eneo lenye mzozo wa kihistoria katika nchi tatu, sio mbili, tatu. Maanake hili ni eneo ambalo linachukua India, linachukua Pakistan lakini China upande wa Tibet, maeneo ya Xinjiang inakuwa upandeo. Sasa Kashmir ukubwa wake yote inakuwa ni takriban siku ya kilomita kama laki mbili na elfu ishirini na mbili na mia mbili. India inamiliki nusu ya Kashmir. Iliobaki zaidi ya asilimia sitini au sabini inamilikiwa na Pakistan, halafu inabaki naamilikiwa na, na Uchina. Kumekuwa na mizozo ya kihistoria hapa. Toka tawala Kashmir haikuwa India wala haikuwa upande wa Pakistani zamani lakini baada ya kumwingereza kuingia hapa, ikawa sasa Wakashmiri wengine wako India, wengine wapo huku. baada ya kugawika, unajua India Pakistani ilikuwa nchi moja chini ya mwingereza mwaka 47 iligawika huku na huku. Sasa mvutano mkubwa ukawa eneo la Kashmir kuwa iende India au libaki kuwa eneo la Pakistan au wengine wabaki kuwa Uchina. Kwa hiyo Wakashmiri wengi ni jamii ya Waislamu ambao kiasili wanatoka Pakistan kwa hiyo asilimia sabini na saba ya, ya, ya raia ambao walikuwa wakiishi hapa ni walikuwa ni Waislamu. Sasa, India ikachukua eneo kubwa ambalo lina jamii ya Waislamu. Kukawa kuna mzozo mkubwa ambao ulikuwa unashirikishwa na, na Umoja Mataifa sema kuwa ni lazima watu wa Kashmiri wapewe uhuru wa kupiga kura kuamua kuwa wanataka kwenda wapi. India akazuia akasema hataki kwa sababu alijua kuwa kama itaruhusiwa kura hapa, au asilimia sabini na saba wengi ni Waislamu watataka kwenda Pakistan. Hawatokubali kurudi upande wa India. Kwa hiyo hiyo haikuwahi kufanyika kura ya mm. kuamua kwenda wapi, ikabidi tu India atumie nguvu kushikilia lile eneo na, na, na Pakistani akatumia nguvu, wamepigana vita, wamepigana mwaka 65 wamepigana 99, mwisho mm. wote wakafikia kwenye makubaliano, lakini makubaliano waliofikia ni makubaliano ambayo ni kama vile kila mtu bado yani ile dukuduku, kwa sababu sababu ya ugomvi wa Kashmiri ndio ulisababisha hizi nchi kuwa na nyuklia zote. Pakistani ana nyuklia India ana nyuklia, Uchina ana nyuklia. Sasa kuziweka kwa hapa na, sasa hili swala la mto, sasa swala la mto lilivyokuja, mm. ni Jumanne iliyopita kuna watalii ishirini na sita ambao walikuwa wametembelea, unajua hili eneo la Kashmiri ni ile milima ya Himalaya yenye historia mm. kubwa duniani mm. Sasa watalii wa India ambao walikuwa wametembelea upande wa Kashmiri ya India kukatajwa kuna, kuna kikundi kimoja kilivuka kwenda upande wa pili kikawashambulia kwa risasi, watu 26 waliuawa. Wale watalii 26 ambao waliuawa upande wa kashmiri ya India, sasa upande wa India ukashutumu kuwa kundi lililofanya mashambulizi hayo limetoka Pakistan, na serikali ya India ikaenda mbali zaidi ikasema kuwa kundi lililofanya mauaji haya linaungwa mkono na serikali ya Pakistan, mm. Kwa hiyo Pakistani wakajibu, wakasema sisi hatuungi mkono ili kundi lolote. Kilichotokea ni kuwa India iliwafukuza wanadiplomasia wa Pakistan na ikafunga baadhi ya, kuna mito mingi sana inapita ao inashea pande zote mbili, kwa hiyo ikafunga maji ya pande zote mbili kilichotokea ni majibu tena ya Pakistani na wenyewe kufunga mto, kufunga anga na kilichopo, kwa sababu Waziri Mkuu wa India Narendra Modi anasema kuwa majibu yatakuwa ni makali sana, ambayo sasa na Pakistani wakakaa rede, wanasema kuwa ikiwa majibu ya aina yoyote yataojibiwa na India, ndio majibu ambayo tutayajibu sisi. Kwa hiyo kuna pressure fulani ambayo hivi sasa inaenea kwenye mipaka ya eneo lote na vikosi vyote vimewekwa rede kati ya Pakistan na India, kwa sababu hapa ni sehemu yenye historia ngumu na sehemu ambayo watu wanaishi kwenye uadui mkubwa kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo messi hapa ni ugomvi wa historia ambao unasumbua zaidi katika hili eneo, na tayari nimesikia upande wa pili wa Uchina na wenyewe wamekaa rede kwa hili. Sasa kila upande umekuwa uko rede kwa kusubiri nini kitakuja kutokea, na sasa inatazamwa zaidi kuwa kwa sababu uh, kumekuwa na kupitia mitandao ya kijamii uh, wa Hindi wamekuwa kitangaza vitu vingi kuwa labda tutakuja kulipa kisasi, na wametoa onyo sana kwa upande wa pili wa Kashmir. Lakini watu wa Kashmir nzima kwa jumla wao wameonekana kuwa wakiwa kwenye utulivu mkubwa na wame wakilani hilo tukio kuwa halijawafurahisha licha ya kuwa baadhi ya vyombo vya habari pia vimeonyesha kuwa waliohusika na hilo shambulizi kwa majina waliotolewa kuwa ni raia kadhaa wa Pakistani. Sasa hapa tusubiri tu muda ndio utatupa majibu kuwa nini kitakuja kutokea. mm -hmm. Haya, sasa turejee hili swala la rais wa Marekani Donald Trump amemkosoa rais wa Urusi, anasema aache mfululizo wa mashambulizi mjini Kiev. Lakini tunafahamu kwamba tokea mwanzo Trump alikuwa anasema Urusi ipo tayari. Aa, inaonekana kabisa ina utayari wa kumaliza vita hivi. Inakuwaje tena leo anajitokeza hadharani na kumkosoa Putin? Anawambia Putin, acha yeah. Tutakuwekea vikwazo mm. Uh, nadhani au kwanza kuna uhalisia hapa au tuna, nizengwe tu la kisiasa. Yaani unajua, unaweza kuona akitetea kitu sana halafu mwisho unaona kuwa niseme chochote, kwa sababu wale wa Ulaya, muda mrefu wamekuwa wakimshutumu uh, Trump kuwa humpi shinikizo Urusi kwa sababu kwenye kumaliza mzozo, ukitazama Marekani imekuwa ikiipa shinikizo Ukraine zaidi ya kumaliza mzozo yani, pressure. Mwisho wa yote Ukraine ikawa imekubali, imesalimu amri kwa Marekani kuwa tutamaliza huu mzozo. Lakini wakati Ukraine inasalimu amri, huyo upande wa pili anakuja juu kwa sababu tayari umeshakuwa upande wangu. Kwa hiyo nafanya anavyojisikia. Sasa hii kauli ya ya Trump imekuja, ni kauli ambayo nadhani Zelensky alipoisikia anaongea pembeni, anaambia wenzake si niliwaambia, ndio hiyo maana yake. Siniliwambia, maanake yeye always huwa anasema kuwa shida ni wao ambao wanatushambulia, shida ni wao. Lakini mashambulizi ya Urusi katika kipindi hiki ni mashambulizi ambayo unaweza kusema yanalazimisha sasa Marekani, Ukraine wakae kwenye meza kwa masharti yake. Yani, hiyo ndio hiyo tafsiri ya haraka kuwa naomba mkae kwenye meza, lakini tutafanya mazungumzo yote kwenye meza kwa kutumia masharti yangu, yani kuwa mmeingia kwenye mfumo wangu, kwa sababu kitu ambacho Marekani kitu ambacho Marekani anakubaliana nacho uh -huh. Eh, Marekani anakubaliana nacho na, na hili limefanyika kwa sababu, mfano haya mashambulizi, kwa sababu hii ziara uh, Zelenski alikuwa anaenda Afrika Kusini alivyofika Afrika Kusini ndio kikatokea hika kutokea haraka haraka ikabidi arejee kwake. Hii imetokana kwa na mvutano uliotokea katikati ya wiki, eh, mwanzo wa wiki iliyomalizika kwa sababu Marekani kulikuwa kuna mazungumzo yamefanyika Paris. Nakumbuka yale mazungumzo ya Paris. Baada ya yale mazungumzo kumalizika, Marekani ikapokea ombi jipya la Urusi kwa Urusi nasema kuwa ili tumalize huu mzozo nahitaji na Crimea iwe yangu. Katika mazungumzo yote hapakuwa na Crimea. Mazungumzo yote ya kumaliza mzozo ilikuwa tu nataka mashariki nipe Luhansk Donetsk, na, na, na maeneo yote ya Donbas. Hiyo lilikuwa sawa na Ukraine walikubali kuwa 20% ya nchi yetu tutaipoteza. Lakini swala la Crimea ambayo Urusi ilichukua 2014 ilikuwa halipo kwenye mazungumzo. Sasa Urusi akasema tu, ili tumalize huu mzozo inabidi nichukue na Crimea yote mnipe nani. Sasa Ukraine wakaanzisha jambo jipya, wakasema hatuna mjadala na Crimea, kuwa hatutoweza kuitoa. Baada ya vile, Marco Rubio walikasirika kwa sababu waliwashinikiza Ukraine wafanye hivyo, halafu kulikuwa kuna mkutano no unaofuatia ulikuwa unafanyika London. Sasa Marekani wakasusa ule mkutano wakasema tunaonekana kama hamna nia. J.D. Vance akasema Trump anakaribia kujiondoka kwenye, kwenye kusuluhisha hili. Wakaondoka wakasema hatuendi kwenye mkutano wa London. Sasa ule mkutano wa London uliandaliwa na, na, na Uingereza mawaziri kadhaa wa Ulaya wakawa wamefika. David Lamy akatangaza, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza akasema, tumeahirisha huo mkutano, kwa sababu tayari kwa kuna mvutano kuwa ni kama vile mzozo umeanza upya, baada ya Ukraine kusema kuwa hatutoiachia Crimea, na Ulaya wakaunga mkono kuwa Ukraine asiachie Crimea, wazungumza ya mengine. Kwa hiyo haya mashambulizi ya Urusi kushinikiza kuwa mtakuja kukaa, hamkai Njoni tukae. mm -hmm. Lakini sasa ni mashambulizi ambayo tayari Trump tafsiri yake kuwa yamevuka mstari mm -hmm. Ndio maana unaona huu mvutano uliotokea sa, sa. Shukrani sana Ibrahim Rahbi. Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa, tumezungumza naye hapo kugusia machache ambayo yamejiri huko katika siasa za kimataifa.